Kwa wagombea wetu wa Chama Cha Mapinduzi, naanza kumwombea kura mheshimiwa rais wetu Samia Suluhu Hasani, na jemedari mkuu wa chama chetu cha Mapinduzi. Ndugu zangu, hakuna asemufahamu Samia Suluhu Hasani binafsi yeye mwenyewe na kazi zote ambazo kazifanya Rais Samia Suluhu Hasani. Kwa nini tunasema achaguliwe Samia Suluhu Hasani? Ndani ya miaka minne amegusa maeneo yetu yote, ametugusa kwa elimu, ametugusa kwa maji na ametugusa kwa afya na kadhalika. Sisi watu wa misheni ni mashahidi, shule zetu zimekarabatiwa, hospitali zetu zimekarabatiwa, lakini tunaona maji ya Victoria yanavyotoka ziwa Victoria kuja Sikonge. Hiyo ni kazi kubwa aliyofanya na mheshimiwa rais wetu. Kwa hiyo, ndugu zangu, tunaposema Tumchagua Rais Samia Suluhu tunachagua maendeleo ya watu wa Sikonge. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, ifikapo tarehe 10 Oktoba twendeni tukatiki. Oktoba tunatiki tunatiki tunatiki. Tunatiki kwa Rais, tunatiki kwa mbunge na tunatiki kwa diwani. Ndugu zangu niwaombe kura mbunge wetu wa jimbo la Sikonge Injinia Mtakapokwenda kumpa kura rais, mumpe mbunge na diwani wetu. Tunaomba sana, kwa maendeleo ya Sikonge ni lazima tumpe mbunge wetu kura nyingi kama tutakapompa rais, ili tuweze kupata maendeleo ndani ya jimbo letu la Sikonge, lakini pia ni mmepata diwani mchapakazi ne deni, mkampe kura nyingi, iwe deni kwake. Akiziona zile kura nyingi, anaona kwamba kweli wenzangu walinichagua na mimi niwatumikie.